Huko DRC kuna mwanamke aliyefanya jambo ambalo limewashangaza wengi, niite Francine au Giselle. Kabla sijasema mengi, mimi ni mwanamke niliolewa na wanaume wawili. Tuko wanaume wawili, wanaume wawili na msika wetu mmoja. Umesikia kwa ufasaha, mwanamke huyu ana waume wawili na wote wanaishi katika nyumba moja. Tunaishi bien. Hakuna shida. Hakuna shida. Kitanda tuko lala kitanda moja, tunachangia sahani moja. Tuna changia sahani moja. Hii sio kawaida ya tamaduni za watu wa eneo hili na hata nchi hii kwa ujumla. Je, ni kipi kilimtokea Giselle, au alitaka kuleta ubunifu mpya katika eneo hili analoishi, au labda aliwaroga wanaume hawa? Sabazazi nao walisemana mmoja, basi basi, bakasema tu lakini tu vile yeye peke ajire ngisi bitaku majina zangu naitwa Remi tena Murula Jina langu ni Remy Murhula. mwanamke huyu ni mke wetu sisi sote wawili ninjo Albert tena jelas. jina langu ni Albert Jealous. nilizaa naye mtoto mmoja, ingawa nilipokutana naye tayari alikuwa na watoto wawili na alikuwa akiishi nao, na wote wanaishi katika nyumba moja. Remy na Albert sasa ni marafiki wa karibu. mpaka sasa inaonekana wanashirikiana kila kitu, kuanzia nyumba wanayoishi, kitanda wanacholala, hadi mwanamke wanayeshirikiana naye ambaye ni Francine. Mzi, hili ni jambo la nadra sana linaloitwa polyandri. Ni pale mwanamke mmoja anapoolewa na wanaume zaidi ya mmoja na kuishi nao katika nyumba moja, na jambo hili limekuwa ni la kawaida katika milima ya Himalaya, kule Asia, katika ile milima inayounganisha nchi nyingi zikiwemo India, Nepal na China. Kuna jimbo linaitwa Tibet linalotawaliwa na China. Huko jambo hili linakubalika na linafanyika kama sehemu ya utamaduni wao. Sasa tunasafiri kuelekea katika nchi ya Kongo, katika wilaya ya Kabare. Kila ninaposafiri kwenda nchi hii, ni lazima tunijiwekee kwamba mtasikia vitu ambavyo masikio yangu hayajawahi kusikia na kuona mambo ambayo macho yangu hayajawahi kuona. Tumekuja huku kujua ni kipi kilichowafanya wanaume hawa wakubali kuishi na mwanamke mmoja. Je, familia zao zinasemaje kuhusu jambo hili, na inakuwaje unapofika muda wa kushiriki tendo la ndoa? Sasa kutana na mwanamke aliyeolewa na wanaume wawili. jina langu ni Francine na Gisele. Jina langu ni Francine maarufu kama Gisele na nina wanaume wawili. Mara ya kwanza niliolewa na mwanaume mmoja. Kama nakumbuka vizuri, ilikuwa ni miaka sita iliyopita, na yule mwanaume niliweza kuzaa naye watoto wawili tuliishi vizuri bila matatizo yoyote, lakini maisha yalikuwa magumu sana. Yule mwanaume alisafiri na hakurudi tena, hivyo nikajikuta niko peke yangu hapa. Nilikaa ya miaka mitatu na nusu nikiwa peke yangu tena, katika maisha ya upweke bila mwanaume yoyote. Kutokana na kwamba nilikaa muda mrefu bila kumwona, nikajikuta tu nimependa mwanaume mwingine na nikawaona naye baada ya mwaka mmoja nikiwa na mume wa pili, mume wa kwanza akarudi. Alikuwa amekaa mbali na mimi kwa muda mrefu na sikuwa najua alikoenda. Sikumtarajia kabisa kurudi, lakini ghafla nikamwona amefika. Njoo nikakutana bibi na Nilikutana na mwanamke huyu wakati nikiwa nafanya kazi kwenye machimbo ya madini, ndipo tukapendana na mwisho wa siku kuishi pamoja. Baada ya kuoana alianza kuniambia jinsi alivyokuwa na mume mwingine na jinsi mwanaume huyu alivyomwacha akisema anaenda kutafuta maisha. Nikakosa la kufanya kwa sababu tayari tulikuwa pamoja kwa muda, nikijua kwamba hana mume mwingine. Baadaye mume wake wa kwanza akarudi kutoka alikoenda, na alipofika hapo nyumbani, alianza kupigania kwamba ni mwache mke wake. Pia yule mwanamke aliniomba nisimwache, kwa hiyo mimi nikaona kabisa ni muhimu kubaki naye, na hadi sasa nimezaa naye mtoto mmoja. Tuko watatu, tuko wanaume wawili hapa, tupo watatu, na tunaelewana vizuri tu. Mwanamke huyu ni mke wetu nikiwa na maana kwamba wanaume sisi wawili unaotuona tumemuoa. Mimi ndiye niliyooa mwanzo, lakini baada ya kuoana nilienda mbali kutafuta maisha kwa miaka mitatu na nusu. Tangu nilipoondoka sikuwahi kuwasiliana na mke wangu, yani hata mara moja, lakini baada ya kurudi nikamkuta mke wangu na mwanaume mwingine. Mara tu nilipofika nyumbani na kumkuta mke wangu amelala na mwanaume mwingine, nilimuuliza mara moja, huyu mwanaume uliyelala naye hapa ni kaka yako, ni mgeni au ni nani? Alinijibu kwamba huyo ni mume wangu. Mwanzoni nilikasirika sana, lakini baadaye nikafikiria na kutambua kuwa kosa lilikuwa ni la kwangu, maana kama ningekuwa labda nawasiliana naye asingeweza kufanya jambo kama hilo. Sikuwa na sehemu nyingine ya kwenda na niligundua kuwa mimi ndiye ambaye nilikuwa na makosa. Kwa hiyo nilipoona hali inazidi kuwa mbaya, nilimfuata mwenzangu na kumwomba ondoke nyumbani kwangu, lakini akanijibu kuwa hana pa kwenda. Hivyo nikatambua kuwa sikuwa na jambo lingine la kufanya juu ya jambo hilo. Tukaendelea kuishi katika nyumba moja, tukiwa wanaume wawili wenye mke mmoja, na pia tulikuwa na watoto wetu. Tukawa tunakula meza moja na kufanya vitu vingi pamoja. Ninapokwenda sehemu kupambana, na nikipata kitu nakileta na kumpatia mke wangu. Mwenzangu pia hufanya hivyo. Akatumbuka tu akatumbuka, nikamwambia wenjo likawe yaka Alipofika nyumbani tu alianza kuleta fujo. Nikamwambia kwamba umechelewa sana kurudi kutoka ulikotoka. Bahati nzuri, baadaye alielewa na kukubali tuendelee kuishi pamoja sisi sote watatu. Yaani wote watatu tunalala chumba kimoja na kitanda kimoja. Ninawapenda wote wawili, nao wananipenda pia. Tumekuwa na maelewano mazuri na tunaishi kwa amani hapa nyumbani. Katika nyumba hii wanaume wanashirikiana kazi zote, na kila mmoja huenda kutafuta kitu cha kusaidia familia. Mwanamke huyu pia anawapenda na kuwaheshimu wote kwa usawa. Miongoni mwa wasiwasi walionao ni kwamba hawataweza kutofautisha kati ya watoto watakaowazaa kwa sababu wanamke mmoja huenda, mwanamke ndiye atakayejua baba halisi wa watoto. chusamdiwezaambia mwenzetu tuga. niliweza mwambia tugaule mashamri akanionyesha kiavitawezekana nilishawahi kumwambia mwenzangu kwamba tutenganishe vyumba, lakini akasema haiwezekani. Kwa hiyo tumekuwa tukilala kitanda kimoja wote watatu. Linapofika swala la kufanya tendo la ndoa, mmoja wetu hutoa nafasi kwa mwenzake kufurahia muda wake, kisha mwingine hufuata. Kwa sababu sisi ni wanaume wawili tunaoshirikiana mke mmoja, mwanamke ndiye anayejua baba wa mtoto ni nani familia yangu inajua hali yangu yote kwa sababu wao ndio ambao walinishauri kwamba nitulie, maana mimi ndiye niliyefanya kosa la kumwacha mke wangu na kukaa miaka mingi bila kuzungumza naye wala kumwona. Walisema mwanamke hawezi kuvumilia, kwa sababu mwili wake sio wachuma ndio mie nitafuta enda mie nikaona biva nakatala se nikienda. Wakati mwanaume wa kwanza alipojaribu kunifukuza, nilikubali kuondoka, lakini yule mwanamke alikataa kuniacha, kitu kilichomfanya mwanaume wa kwanza akubali tuishi wote pamoja ni kwamba yule mwanamke alisema sina pa kwenda, na pia nilikuwa katika mji ambao nilikuwa siujui vizuri. Kiukweli hapa sikuwa na ndugu yoyote, kwa sababu nilikuja kufanya kazi ya kuchimba madini katika eneo hili, na hata dalili ya kurudi nyumbani kwetu Walungu haikuwepo Juhu. Nazipenda tu. Mmoja kuwa na waume wawili ni jambo gumu sana kwangu. Nilitaka mmoja aondoke na kumpa mwenzake nafasi, lakini kwa sababu wanapendana na mimi nawapenda pia, nitabaki nao kwa sababu sina la kufanya kuhusu jambo hilo, na hiyo ndiyo njia sahihi ambayo mimi nimeichagua. Hata hivyo, ningependa kila mwanaume awe na nyumba yake mwenyewe, na kwa kufanya hivyo, ningeweza kupanga ratiba ya kwenda kulala sehemu moja baada ya nyingine, na ningefanya hivyo ili tusikutane chumba kimoja kwa wakati mmoja. Mimi naweza penda, kwanza ningependa kuondoka na kumpa mwenzangu nafasi, kwa sababu yeye anajulikana kama mume halisi wa mwanamke huyu na hii nyumba pia ni ya kwake. Lakini mke wake ananipenda sana na naona anataka nibaki hapa, lakini kama ningeweza kupata ruhusa kutoka kwake, ningeweza kuondoka kurudi nyumbani kwetu. Ningeondoka na kumwachia mume mwenzangu nyumba yake, au kama ningekuwa na uwezo wa kujenga nyumba yangu mwenyewe, ningeweza kuondoka peke yangu. Au ningemwambia mwanamke huyu niondoke naye, na najua tu angekubali, kwa sababu ananipenda sana na asingekataa vie vinatuma mi nashindwa ni kuahikutana kuna nsi nyumba moya tunaweza tunaweza kuwa tuko mnyumba wanaume wawili na, na... Sifurahii kuona sisi wanaume wawili tunashia mwanamke mmoja katika nyumba moja. Jambo hili linanitia wasiwasi sana. Ardhi na nyumba hii ni vya kwangu. Na mke pia ni wangu, lakini mara tu mwanaume huyu aliponiambia kuwa hana pakwenda niliona ni vyema kumwacha aendelee kuishi hapa kuliko kuondoka. Kwa hiyo nilichagua kumwacha aendelee kubaki nasi, na nikasema kwamba yule atakayechoka na ndiye atakayeondoka na kwenda mbali, na kama yeye anampenda mwanamke huyu kama ninavyompenda mimi, basi tutaendelea kuwa pamoja siku zote. Basi atampa mwenzake nafasi, anakosa damu nani ya kupata mwanaume mmoja. No, jina langu ni Faida Aime. Gizel ni dada yangu mkubwa. Kwa sasa yuko nyumbani na wanaume zake wawili, hatuwezi kufanya chochote kuhusu hilo. Hata hivyo, dada yangu anampenda sana mume wa pili, na hakuna njia ambayo mume wa kwanza inaweza kumfanya ondoke nyumbani kwake. Kuishi nyumba moja kulileta matatizo mwanzoni, lakini mume wa pili aliomba tuvumilie kwa sababu hakuwa na pa kwenda. Kwa sasa Francine anaishi na wanaume wawili akiwa na watoto ambao wote wanaishi kama familia moja. Mpaka sasa ana watoto watatu na waume zake wawili, na hapo Remy ana watoto wawili na Albert ana mtoto mmoja. Anapenda bibi na mimi napenda bibi, mwatachokaka anaachia mwenzake. Kama mimi ndio kuwa choka, mi namwachia kama injo mwatakuwa choka ananiachia, lakini sitaweza, sitaacha bibi aseniache na watoto yangu. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, kutokana na kisa hiki, kama wewe ungekuwa ni mwanamke huyu, unahisi ungekuwa umefanya uamuzi sawa? Kutokana na jambo hili, usisite kutuwekea komenti yako na tutaijadili. Mimi ni Francis, na hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe.